Ni matumaini yangu mzima mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport pekee, unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Lady wako nambari tatu mgongoni, estamsofe. Kocha Mfaransa wa Simba, Pierre Lechantre, inaelezwa kuwa ameutaka uongozi wa klabu ya Simba kumsajili straika mwingine wa kimataifa atakayekuja kumlisi mikoba ya Mganda, Emmanuel Arnold Okwi. Kocha Mfaransa wa Simba Pierre Lechantre inaelezwa kuwa ameutaka uongozi wa klabu ya Simba kumsajili straika mwingine wa kimataifa atakayekuja kurithi mikoba ya Mganda Emmanuel Arnold Okwi. Lechantre amegusia usajili huo ili kukiboresha zaidi kikosi hicho haswa katika safu ya ushambuliaji. Kauli ya Mfaransa huyo imetoka akiwa na takribani miezi mitatu tu tangu aanze kukinoa kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi, akipokea mikono ya Joseph Omogi. Simba hivi sasa ipo Morogoro kwa ajili ya mchezo wa Ligi Kuu Bara dhidi ya Mtibwa Sukari, utakaopigwa leo Jumatatu kwenye Uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma. Kikosi cha Simba kitakuwa na kibarua leo bila wachezaji wake muhimu walio na adhabu ya kutumikia kadi tatu za njano. Wachezaji hao ni beki juu Komurshid, Elasto Nyoni pamoja na kiungo James Kotei. Wachezaji hao watakosekana kwenye mchezo wa leo wakilazimika kuisubiri Tanzania Prisons. Mbali na kukosekana kwa wachezaji hao, Simba itakuwa inamtumia kiungo wake Jonas Mkude ambaye amepona majeraha ya kifundo cha mguu. Mkuda aliumia wakati kikosi hicho kikifanya maandalizi ya kuelekea mchezo wa ligi dhidi ya Njombe Mji wakati kikiwa jijini Dar es Salaam. Mengi na mengine mengi endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi. Mengine mengine mengi endelea kufuatilia Global TV Online. Usahau kusubscribe youtube channel yetu Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Asante na nikutakie wakati mwema kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Siyo hayo tu. Kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na point zitazokufanya kujishindia ticket za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla zaadi ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza, utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa Pinduapindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli na ufurahie Ligi Kuu kwa undani zaidi, ukiwa na soka letu.